Sasa katika kuwapatia wananchi maji, maana yake lazima uwe na chanzo cha maji. Chanzo cha maji kinaweza kukawa chemchemu, chanzo cha maji kinaweza ikawa ziwa, lakini chanzo cha maji kinaweza kikawa kisima, kwa maana maji yaliyokuwa chini ya ardhi. Sasa leo nataka nizungumze swala hili la maji yaliyo chini ya ardhi tuna maji yaliyo chini ya ardhi kwa maana ya rasilimali za maji zilizokuwa chini ya ardhi ni takribani mita za ujazo bilioni 2. Nini maana yake? Kwamba tuna rasilimali za maji nyingi chini ya ardhi, lakini bado hazijanufaisha Watanzania. Watanzania. Kwa nini hazijawanufaisha Watanzania? Kwa mfano ukienda Liwale ripoti zilikuwa zinaonyesha liwale pale huwezi ukapata maji chini ya ardhi. Nakumbuka hizo ndo taarifa ambazo niliwahi kupewa mimi binafsi, nikasema hapana, hatuwezi kukubali mseme mna maji chini ya ardhi mita za ujazo bilioni ishirini na moja alafu tuseme hakuna maji. Lazima tuende tukapeleke timu nyingine timu imekwenda imefanya kazi kubwa, tumepata maji chini ya ardhi yanamwagika mpaka hii leo. Kilindi ni maeneo ambayo tulishakubali kama sekta kwamba ni maeneo ambayo hayana maji chini ya ardhi. Nilifika mwenyewe na nikawaambia, em chimbeni hapa na hapa. Wamepambana, wamepata maji mengi. Nini maana yake? Kuna mambo mawili kwamba wakati mwingine ni ukosefu wa vifaa vya kisasa, kwa sababu unaweza ukawa na vifaa ulivyo navyo alafu ukatuma mtaalamu anaenda anafanya utafiti, anaangalia, anaona weusi weusi, anasema hapa maji hapo, kumbe kuna jiwe, anachimba maji hakuna. Lakini eneo lingine, umakini sasa wa wataalamu kwamba hapa tu concentrate, kwamba hii tafiti lazima tuongeze nguvu kuhakikisha kwamba hapa maji yanapatikana. Sasa kwa kuletewa vifaa hivi vya kisasa, manake wizara ya maji haina kisingizio, kwa maana tuna vifaa vya kisasa ambavyo vitakueleza maji ili uyapate yapo kilomita kadhaa, yapo sehemu kadhaa. Kwa hiyo wataalamu wa mabonde hamna kisingizio. Sisi tunachotaka kusema ni shukurani tu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa hii suluhu ya kuhakikisha kwamba tumepata vifaa vya kisasa ambavyo tunakwenda kufanya tafiti ili kuyapata maji yaliyo chini ya ardhi yaweze kuwanufaisha Watanzania. Kwa mfano katika hili jiji la Dodoma tutafanya tafiti kupitia vifaa hivi maeneo ya pembezoni, maeneo ya Mkonze eh, maeneo ya Nala eh, na maeneo mengine eh, Nzuguni huko Ilazo, ili kuhakikisha kwamba tunapata maji ambayo yataweza kuwasaidia wanadodoma waendelee kupata huduma ya maji safi na salama kutokana na ongezeko la watu, na nitumie nafasi hii kuwaelekeza hasa wakurugenzi wetu wa mabonde, vifaa hivi ambavyo mlivyopewa sio tena viende vikakae kwenye maboksi au viende vikakae kwenye makabati mpaka kiongozi umefika ndo vinatolewa na mavumbi yake, kwamba tuna mitambo ya kisasa inakuwa haina maana. Vifaa hivi tumepewa kwa maana vikafanye kazi iliyokusudiwa ili watanzania waone manufaa na jitihada ambazo anazozifanya rais wao Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninawaamini kwa sababu ni wataalam ambao mmesomea na mna uwezo mzuri wa kufanya hiyo kazi, kwa sababu tumewatuma maeneo mengi ambayo walikuwa na changamoto, tukaweka timu very strong, imeweza kufanya kazi nzuri. Mi niwakupongeze sana katibu mkuu na naibu katibu mkuu, kwa kweli mnafanya kazi kubwa, mnafanya kazi nzuri. Mimi jukumu langu ni kuwaunga mkono kuhakikisha maeneo mbalimbali ambayo hayana maji yaweze kupata huduma ya maji safi na salama. Sasa hivi tuna vijiji 12318. Kupitia wakala wa maji vijijini Ruwasa, tumeshafika vijiji zaidi ya 10500 manake tumebakisha takriban vijiji 1500. Tuache tu, tumepewa malengo ya kwamba tuna asilimia 85 tuifikie. Leo tuna asilimia 83, lakini mwananchi ambaye hana maji Ukimweleza asilimia anaweza asikuelewe. Kwa hiyo maelekezo ni kwamba vijiji hivi elfu moja na mia tano na vilivyobaki vyote vende vikapatiwa huduma ya maji, kwa sababu mitambo ya uchimbaji visima tunayo, vifaa vya kisasa kwa ajili ya utafiti tunavyo, na leo tuna vikabizi. Kwa hiyo tu focus kama sekta kuhakikisha vijiji hivi elfu moja na mia tano na vilivyobaki, basi tuende tukavitatulie tatizo la maji ili dhamira ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani iweze kutimilika. Mimi maelekezo yangu kwa leo, Wizara ya Maji iwekeze nguvu katika swala zima la utafiti kwenye maji yaliyo chini ya, ya ardhi ili yaweze kuwanufaisha Watanzania waishio mijini na vijijini waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo maelekezo ni kwamba tuwekeze nguvu zetu kwenye swala la utafiti nguvu uwekezaji kwenye swala la utafiti. Na hapa katika swala la utafiti, maana yake wataalamu wetu waongezewe sasa capacity building eh, ili kuhakikisha kwamba hata wakienda wanajua hapa maji yapo, hapa tunaweza tukayapata wapi, ili kuhakikisha kwamba dhamira ya rais wetu ya kumtoa mwanamama ndo kichwani iweze kutumilika. Mimi nikupongeze sana mkurugenzi wa rasilimali za maji, unafanya kazi kubwa, unafanya kazi nzuri. Mimi niwatakie kila laheri. Asanteni sana wanahabari kupitia fedha za Uviko 19 zilizotolewa na shirika la fedha duniani, kwa maana International Monetary Fund au IMF, ambapo jumla ya seti nne ambazo ni magnetomita, teramita, dipa na boa hologa zimenunuliwa. Vifaa hivi vinaweza kuchunguza uwepo wa miamba inayohifadhi maji kwa ufanisi hadi kina cha urefu wa mita 1000 kwa maana ya kilomita moja. Mheshimiwa Waziri, aina ya vifaa vilivyonunuliwa maginotomita ziko tisa. Kifaa hiki kinatumika kuchunguza mipasuko kwenye matabaka ya miamba kwa njia ya nguvu ya sumaku, mipasuko kwenye miamba ya, mi, matabaka ya miamba inayoweza kuhifadhi maji. Kwa hiyo tumenunua hizo maginotomita tisa. Teramita hizi pia tumenunua tisa. Kifaa hiki kinatumika kuchunguza uwepo wa maji kwenye matabaka ya miamba kwa kutumia njia ya umeme. Kifaa hiki cha kisasa kinaweza kupima uwepo wa tabaka la maji kwa mfumo wa njia tatu ambazo ni one dimension, two dimension, na three dimension. Teramita tulizokuwa nazo awali zilikuwa zinaweza kuona tu katika uelekeo mmoja yani katika one dimension. Lakini teramita tulizonazo sasa hivi inaweza kuona katika three dimension. Lakini kuna namna ambavyo uki, uki, ukikonekti hizi teramita na ukaseti unaweza ukaona katika four dimension. Hiki pia kinaweza kuchunguza matabaka ya maji kwenye kina cha urefu wa hadi mita elfu moja kwa maana ya kilomita moja. E, dipa tumenua tisa. Vifaa hivi vinatumika kupima kina cha maji kwenye visima virefu. Virefu, yani water level. Vipimo vya kina cha maji kwenye kisima husaidia katika usimamizi endelevu wa rasilimali za maji chini ya ardhi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa lazima tuweze ku monitor ground water levels katika eh, visima vyetu na hizi dipa zinatumika kufanya kazi hiyo. E, kifaa cha tano ni boa horoga. Kifaa hiki kinatumika kuchunguza mikondo ya maji kwa maana ya water strike. Strike, na aina ya miamba e, aina ya matabaka ya miamba local, local research, kwa ajili ya kudesign na kujenga kisima. Kifaa hiki kina mahususi kwenye visima vilivyochimbwa kwa njia ya tope, yani mud system. Na kifaa cha sita ni hivi <coughs> ni GPS pamoja na walk-talk. GPS zinatumika kuweza kujua uh, coordinates za kijiografia za maeneo husika au majila ya nukta, na walk-talk zinawawezesha wale wanaofanya utafiti kuwasiliana kwa, kwa sababu mwingine anaweza akawa yuko mbali kule, kwa hiyo wanaweza kuongea hapo hey. Ba, mapendekezo ya mgao wa vifaa, jumla ya mabonde nane yatapatiwa vifaa hivi kwa maana ya Tanganyika, Lake Victoria, Wami Ruvu, Lake Lukwa, Ruvuma, eh, Rufiji, Bonde la Kati pamoja na Bonde la Pangani. Bonde la Ziwa Nyasa watakuwa naazimana na Bonde la Ziwa Rukwa pale kwa sababu wako jirani, kilomita 50 tu, lakini pia Bonde la Ziwa Nyasa huwa hawatumii sana maji chini ya ardhi kutokana na wingi wa maji katika bonde hilo. Kwa hiyo kifaa seti moja itabaki makao makuu kwa ajili ya kutafiti maji eh, chini ya ardhi. Jiji la Dodoma tuna changamoto mheshimiwa, lakini pia kule Singida na pia popote pale inapohitajika sapoti ya makao makuu eh, tuta, tu, tuta, tutumia seti ambayo itabaki hapa makao makuu eh, shukrani. Tuna tunashukuru Eh, wizara na serikali kutuwezesha kupata vifaa hivi vya kisasa. Kama nilivyoeleza ni kwamba vinaweza kusoma mpaka kilomita moja kutoka chini ya chini ya ardhi, lakini tumeona maeneo mengi kwamba unaweza ukaenda chini zaidi ukapata maji masafi, ukaenda juu chini kidogo ukapata maji yenye chumvi. Mfano, juzi nilikuwa kule Simiu kule kuna visima vya aina mbili, kuna visima vichimbwa na Wamisri ule mradi wa Misri ambao maji yake ni wachumvi. Kuna kisima tumechimba sisi au mradi huu wa visima 900 lakini pia tumekuta ni chungu. Lakini kuna kisima kilichimbwa pale eneo la Sangamwa Mpuya kata ya Dakama. Kilichimbwa kupitia mradi wa Hydro Mapping na wameenda chini zaidi na wamekuta maji ya baridi. Kwa hiyo na maana kwamba tunapoenda chini zaidi inawezekana tukapata maji ya baridi na vifaa hivi vinatuwezesha kusoma mpaka kilomita moja. Kwa hiyo changamoto labda ambayo tutaendelea kupambana nayo ni namna ya kuchimba hadi kilomita moja. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwezesha sekta ya maji kufanya mageuzi haya makubwa katika kuhakikisha kwamba takwimu za maji chini ya ardhi zinapatikana. Lakini haya yote yanatokea mbele ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Waziri Aweso, naibu waziri katibu mkuu na naibu katibu mkuu na wataalamu kwa ujumla. Mbele ya uongozi wenu Mheshimiwa Waziri, mabadiliko haya yamewezekana. Dunia inakwenda mbali kutokana na mabadiliko ya kisayansi. Tumekuwa kwa kweli, hakutupata hapo nyuma takwimu za miamba, kwa sababu miamba ya maji chini ya ardhi ni kama unavyofanya utafiti wa madini, unatafuta punje ya sukari kwenye rundo la mchanga. Kwa hiyo kwa vyombo hivi Mheshimiwa Waziri, katibu mkuu na wataalamu wote, tunakwenda kufanya mageuzi mapya ya kupata takwimu za maji chini ya ardhi. Tunaweza kwa vyombo hivi Mheshimiwa Waziri, na wataalamu na waandishi wa habari, tutapata uwezo wa kuona miamba ilivyo katika three dimension, maana yake unapata x y na z ambayo Mheshimiwa Waziri, hapo awali ilikuwa ni vigumu kuifanya. Aquifer ukakalkulate volume, kiasi cha maji, storativity kwenye mwamba, mwamba unahimili maji kiasi gani? Lakini kwa vyombo hivi, kwa sababu tumetoka kwenye vertical estimation, tumerudi kwenye two dimension, tumeenda sasa kwenye three dimension, manake utaona mwamba kama mkate ulivyo na mkate kama umewekewa maji umejaa, maanake unaweza sasa kupata vipimo vya kiasi cha maji kilichopo, lakini bado mbali, kuna vifaa vitaweza kutupimia ubora pia, kuona kwamba haya maji sasa yana kiasi gani cha chumvi, lakini kiasi gani cha asidi kwenye maji yetu kwa ajili ya ubora. Kwa hiyo kwa haya machache, Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na wengineo, tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaishukuru wizara chini ya uongozi wenu mahiri, kwa kweli haya ni mageuzi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka kushuhudia haya mageuzi. Asanteni sana.